Tumepata nafasi ya kuja TCRA tukajifunza vitu vingi vingi, uh, ki, kiwemo masala password au kwa jina la Kiswahili tunasema nywila. Ni kitu flani muhimu sana katika jamii ambapo kila mtu anatakiwa awe nacho na pia awe makini katika kukiunda, maanake kuna watu wengi katika jamii password au nywila zao password ambazo ambazo ambazo wanazitengeneza ni password very common ambazo watu wengi wanatumia. Sasa ukitengeneza password au nywila ambao ni very common katika jamii, ambao watu wengi wanatumia hiyo inaweza kusababisha matatizo mbalimbali, ambavyo wanaweza kupata cyber attacks. Watu wanaweza kuingia katika mfumo wako, simu yako, wakapata taarifa ambazo hawawezi kutakiwa kutoka nje. Kitu gani muhimu kiachana na password au nywila Kiswahili, ni kitu gani kingine ambacho kinaweza kufasilitulinzi katika simu zetu za tofauti tofauti tofauti, na nywila au password? Vitu vingine ambavyo vinaweza kusaidia katika ulinzi katika simu yako au chombo chako chochote cha mtandao ni pamoja na two factor authentication au multi factor authentication. Hizi hapa zinaongeza ulinzi katika simu yako kwa kuongezea layer ya udhibiti edha, unaweza kwa baada ya kuingiza password yako unapewa tarakimu zinaweza kawa 4, 6, 8 au maandishi fulani ambayo ni yako mwenyewe ambao unaweza kwa access baada ya muda fulani kwa hiyo kwa kuongeza tu factor authentication unajiongezea ulinzi katika simu yako au chombo chako cha. Kusisitiza ni kwamba password ni muhimu sana katika, um, simu zetu au vifaa vyetu vya mawasiliano. Pia tunashauriwa kwamba kubadilisha nywila au password baada ya miezi mitatu ili kuweza kuweka ulinzi mkubwa katika vifaa vyetu tofauti tofauti vya mawasiliano, kama mfano simu, um, kompyuta na vifaa vingine tofauti tofauti.